Hapo jana tarehe 29 mwezi wa sita mwaka 2017 majira ya kati ya saa tatu na saa tatu na nusu askari polisi ambao walikuwa wako katika doria doria ambayo lengo lake ni ufuatiliaji wa watu hawa ambao wanajihusisha na matukio haya ya kihalifu katika maeneo haya wakiwa wanatokea maeneo ya Nyambunda kuja maeneo ya Kibiti, walipofika katika eneo hili la kijiji cha Pagae ambacho kiko katika wilaya ya Rufiji ya Kibiti na mkoa wa Pwani, walikutana na watu kama sita ambao walikuwa wanatokea barabara kuu kuja kuelekea barabara hii ya vumbi ambayo inaelekea maeneo ya Nyambunda. Wale watu walipo walipohisi kwamba walio mbele yao ni askari polisi, walikimbilia pembeni mwa barabara na hapo wakaanza kurusha risasi. Askari polisi kwa weledi mkubwa waliamua kujibu mapigo na katika kujibu hayo mapigo walifanikiwa kuwapiga risasi watu wanne kati ya wale kundi lile la watu wat, kati ya sita au saba ambao walikuwa wamekutana wame, wame nao, na katika majeraha yale ambao waliyapata wakati wanapelekwa hospitali walifariki dunia. Lakini katika eneo hili la tukio tumeweza kupata silaha mbili aina ya SMG ambazo tunahisi ndizo zilizokuwa zinatumika katika mauaji haya ya viongozi, watumishi wa serikali, askari polisi pamoja na askari wa mgambo kama nilivyoeleza. Lakini pia kwenye hizo bunduki kulikuwa na magazini mbili. Magazini hizo ambazo kwa jumla zilikuwa na risasi kumi na saba. Bunduki moja ilikuwa na, na magazini ya risasi kumi na tatu na nyingine ilikuwa na risasi nne. Hiyo ni pamoja, ni baada ya majibishano ambayo yalikuwa yameendelea hapa kwa takriban zaidi ya nusu saa e, katika kundi lile watu kati ya wawili au watatu wamefanikiwa kukimbia. Wahalifu wao, jeshi la polisi tumejipanga ili kuhakikisha kama na wao tunawatia mbaroni, ili waweze kukumbana na, na, na, na mkondo wa sheria. Tuseme oparesheni hii toka imeanza, tumekuwa na mafanikio makubwa, tumeweza kuwakamata wahusika ambao wamehusika katika matukio haya, watu ambao wanawasaidia yani wafadhili wao katika mauaji haya, lakini pia tumeweza kupata silaha mbalimbali ambazo wanazitumia katika kutekeleza vitendo hivi vya kihalifu. Tunatoa wito kwa wananchi wa wilaya hizi tatu kwamba washirikiane na jeshi lao la polisi katika kutoa taarifa. Kwa sababu sisi tunaamini wahalifu wanaishi ndani ya jamii na uhalifu unatokea ndani ya jamii na wenye uwezo mkubwa wa kuwabaini na kutoa taarifa za hao wahalifu ni wananchi wenyewe ambao wanaishi nao ndani ya jamii wasikubali kurubuniwa kwa vitu vidogo vidogo na kuruhusu amani na utulivu ambao ulikuwa umeshamiri katika maeneo haya ya kupotea. Tunu kubwa ambayo Tanzania hii tumejaliwa ni amani na utulivu. Tusikubali mtu yeyote kwa vigezo vyovyote aje tuvurujie amani na utulivu huu ambao tumejengea kwa kipindi kirefu. Lakini sisi jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tunahakikisha kwamba tutapambana mpaka mwisho na hatimaye yeyote anayejihusisha na vitendo hivi tutamtia mbaroni na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Niseme kwamba wote wanaojihusisha na matukio haya hawawezi kuwa salama. Jeshi la polisi tumejipanga vizuri, vyombo vingine vya ulinzi na usalama vimejipanga vizuri ili kuhakikisha kwamba wembe hili la matukio haya linamalizika, na niwahakikishie kabisa, uhalifu huwa ni matukio ya muda Uhalifu ni biashara ya muda mfupi, mwisho wa siku watabaki na aibu, kwa sababu hatutawacha mpaka tumhakikishe kwamba wote wametiwa mbaroni na hatua kali za kisheria zinachukuliwa dhidi yao katika tukio hili, na hii ni dalili nzuri kwamba hao wahalifu sasa tumewakaribia kuwamaliza. E, na yeyote ambaye anasilaha kama hizi na anazitumia katika matukio yes, kama haya ajue sasa siku zake zinahesabika. Global TV Online YouTube channel yako nambari moja Tanzania imekuandalia zawadi kabambe kupitia kipindi chake cha michezo cha Sports House. Smartphone mbili zitatolewa kwa watazamaji live. Unachotakiwa kufanya ni kutazama Sports House Alhamisi kuanzia saa kumi kamili jioni, na wakati unaangalia tupia komenti yako kuhusiana na chochote unachokiona kwenye kipindi bila kusahau kuandika namba yako kwenye komenti hiyo. Masharti ni rahisi sana, lazima uwe na umri kuanzia miaka 18 na uwe na makazi au ndugu nchini Tanzania. Unaweza kushiriki ukiwa popote duniani. Shindano litaanza saa kumi kamili jioni hadi saa kumi na moja na nusu jioni, lakini mwisho wa kuandika komenti yako ni saa kumi na moja kamili. Majina yote yatakayoandika comment yataingizwa kwenye draw na watachaguliwa washindi in random way papo hapo, kila mtazamaji akishuhudia Unangoja nini? Subscribe sasa Globo TV Online, kisha bonyeza alama ya kengele na useve notification, ili upate ujumbe mfupi kila tunapokuwa hewani. Globo TV Online, ulipo tupo, mubashara.